Hakuna wakati mkoa wa mji wetu wa Kigoma mjini ulishughulika na miundombinu kama wakati ambao sisi tunaongoza manispaa chini ya meya wetu Ruhava na naibu meya Luga na madiwani kinakaliango hawa na Ruhombya na wengine, ndio kipindi ambacho tumesimamia miradi mikubwa ya maendeleo. Watu wa kata ya Mwanga Kaskazini na watu wa Kigoma mjini wote kama mnataka halmashauri ambayo itahangaika na kushughulika na tatizo la miundombinu na tatizo la makorongo chagueni madiwani wa ACT Wazalendo na mbunge wa ACT Wazalendo, kwa sababu hii kazi tumeshaifanya tunaiweza na inajionyesha waziwazi. Tunaomba mtuchague twende tukaifanye hii kazi. Na sisi kama kawaida yetu, kila tunapokuja kwenye kampeni, tunaeleza nini tuliahidi, ili mbaki na ushahidi. Ahadi namba sita kwenye kipeperushi chetu hiki ambacho tumewagaia, na mvitunze hiki kipeperushi, inahusu kusafisha mji wetu kwa kuwa na mpango kabambe wa kufukia makorongo na kujenga barabara za ndani na mifereji ya maji ya mvua ili mji wetu uwe miongoni mwa miji bora katika nchi yetu wow. Na haya watu wa Mwanga Kaskazini, hatuendi kuyaanza upya. Hatuingii ofisini tukafika tukaanza ya rabi tunafanyaje? Hapana. Mipango yote hii tuliacha tumeshaipanga, bahati mbaya tulinyang'anywa manispaa elfu mbili na ishirini. Sisi leo pale manispaa tunalo andiko la mradi ambalo limefadhili limetekelezwa na kampuni kutoka Korea ya Kusini, andiko lile tulifanya uchambuzi na ukaguzi wa makorongo yote mji mzima, tukafanya makadirio ya mvua zinazonyesha ndani ya mji wetu miaka arobaini ijayo, tukafanya usanifu, yaani design ya mifereji inayopaswa kujengwa kuelekeza maji ziwani yanapotakiwa kwenda kukidhi haja ya mji wetu kwa miaka arobaini ijayo. Faili hilo liko manispaa. Kazi yetu itakuwa ni kulichukua, kupakusa buvumbi, kuwatafuta wale wa Korea, kuwaambia njooni, wenye manispaa wa, wamerudi, njooni tufanye kazi, tutaenda kufanya kazi.